Uh, sasa leo tutakuwa na somo fupi tu kwa ajili ya kujifunza na kuona makuu ya Mungu ambayo anatufanyia na, na sisi tunaweza kufanyia wengine. Tutazungumzia kuhusu ukarimu. Ukarimu ni nini? Ukarimu wengine anasema ni hospitality. Wale anasema kwa Kiingereza wanasema ni hospitality. Nilikuwa najaribu kuangalia maana yake, lakini nikaangalia pia katika tafsiri ya kawaida, naweza kusema kwamba ni ku ni kuwa mruzuku kwa wengine, lakini ukarimu ambao nimeona unazungumzia zaidi, unazungumzia kwa wageni. Hata hiyo hospitality wanaozungumzia inakuwa ni husu mambo ya hoteli kwa watu ambao wanakuwa ni wageni kwenye miji fulani, wanahitaji sehemu ya kulala. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa sekta ya ukarimu, wanaita hospitality industry. Kwa hiyo sasa, na sisi tunajaribu kuangalia sasa Biblia inatusemaje kuhusu ukarimu, na ni miongoni mwa vitu vinavyohusisha na vinavyodhihirisha upendo ambao Mungu anataka tuwe nao kwa binadamu wenzetu. Uh, ukiangalia katika Biblia, hebu tufungue katika kitabu cha Zaburi. Zaburi kumi na tatu mstari wa sita inasemaje? na nafikiri hapa tunataka kujifunza zaidi Mungu anas, anas, tunatarajia nini kutoka kwa Mungu kuhusiana na ukarimu. Zaburi kumi na tatu mstari wa sita. Naam, ni nimwimbie Bwana kwa kuwa amenitendea kwa ukarimu. Huyu ni mtunga zaburi anamshukuru Mungu kwa kuwa Mungu amemtendea ukarimu. Kwa hiyo ukarimu kwa haraka kabisa wanatoka kwa Mungu. Lakini pia tukiangalia na ili fungu la mia kumi na sita Zaburi mia kumi na sita mstari wa kumi na mbili na lenyewe nafikiri mtunga Zaburi bado alikuwa akiendelea kumshukuru Mungu. Hebu tusome. Zaburi mia kumi na sita mstari wa kumi na mbili inasema Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Mtunga Zaburi anajibu kuuliza, na nafikiri wengi wetu tumesha kujiuliza swali hili katika magonjwa, katika changamoto mbalimbali ambazo tumezipitia katika maisha. Kuna sehemu ambapo mtu alikuwa anaona kama anaelekea kufa lakini Mungu akamwokoa. Kwa hiyo mtu kama huyu atakuwa akilisema hili. Lakini hata yule ambaye hajawahi kupata shida kubwa, bado anatakiwa aliseme hili, kwa sababu Mungu amekutendea ukarimu wa kukupatia afya njema. Nafikiri mnafahamu sasa hivi watu wako hospitalini, wengine wanawekewa oxygen, wanalipia hela nyingi sana kwa ajili ya kupata tu oxygen. Kuna mtu mmoja akawa anauliza, nasema hivi, ingekuwa Mungu anatoza anatoza inatozwa gharama au kodi kwa ajili ya hii hewa ambayo tunaivuta tungelipia kiasi gani? Lakini hata pia maji tunaokunywa, kwa sababu mwili wa binadamu ni maji sehemu kubwa, na bila maji sio hatuwezi si, si, si, kuwa hai. Kwa hiyo ingekuwa ni gharama kubwa mno, lakini kwa sababu ni vitu ambavyo vinapatikana wakati mwingine tunajisahau. Lakini ukiangalia hata moyo ambao unadunda, unasukuma damu akili yako inafanya kazi. Kuna wengine wameshaekuanguka lakini, vichwa vyao bado ni vizima. Kuna wengi tunawafahamu walioanguka, lakini baada ya kuwa amepiga kichwa chini, anapata kifafa maisha yake yote. Kwa hiyo ni vitu vya kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo anatutendea na kutukinga na mambo mabaya, na kutukinga mambo mambo mabaya mabaya, na hata wale ambao wamepata mambo mabaya bado Mungu anaendelea kuwalinda na kama ni mwaminifu, na endelea kumtegemea Mungu, kuna ahadi ya uzima wa milele. Sasa hebu tuangalie kwa upande wetu, kama sisi kama binadamu, mambo gani ambayo tunatarajiwa kuwafanyia wengine kama ukarimu. Kuna wengine wanafikiri kwamba ukarimu labda ni kugawia watu zawadi, labda ya sikukuu kama za Krismasi au siku ya kuzaliwa. Wanafikiri huo ndio ukarimu, kumlia mtu keki. Je, huo ndio ukarimu? Hebu tusome katika kitabu cha Mithali 22, mstari wa 9. Mithali 22, mstari wa 9. Inasema, mwenye jicho la ukarimu atabarikiwa, maana huwapa masikini chakula chake. Mahitaji ya binadamu ya msingi kabisa ni chakula mavazi, malazi na nakumbuka, nafikiri mnafahamu pale ambapo Bwana alisema atawakataa kwa kuwa walikuwa wako uchi, hakuwavikwa. Sio kwa sababu walikuwa wajapata keki au kwa sababu walikuwa hawana gari, hawakupewa gari, ila walikuwa wako uchi lakini hawakuvikwa. Kwa hiyo yeye, Bwana anamaanisha kwamba yule masikini ambaye tunamsaidia apate nguo apate nguo ya kumvika, apate chakula. Nafikiri tukwa, kwenye fungu la hili hapa linazungumzia chakula, lakini tuna, tukiangalia mfano wa Ruth, ilikuwa ni ni, ni, ni, Abrahamu pamoja na na Lutu waliwakarimu wale wageni wakaingia kwenye nyumba kwa maana ya kupata malazi. Nafikiri tunaweza kupata kwamba hata Biblia inaangalia kwamba mahitaji ya msingi ya binadamu ambaye anatarajiwa kukarimiwa ni hivi vitu vya msingi, sio vitu vya anasa au vitu ambavyo ni vya, vya ziada ambavyo sio vya msingi vya kufanya maisha ya binadamu yaweze kusitiriwa. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo Mungu anatarajia sisi tuweze kufanyia wengine ukarimu na tunatarajia kufanya hivyo. Na hata nafikiri tunapokuwa tunafanya ripoti ya wiki, mwisho wa wiki huwa tunaulizwa ni watu wangapi tumewasaidia, mahitaji kama nguo, na chakula, si huwa tunaulizwa maswali kama hayo? Hayo yote yanamaanisha kwamba hivyo ndio vitu vya msingi vya kuwakarimu watu. Lakini ukarimu tunaozungumzia, je, kumkarimu nani? Mara nyingi watu wanakarimu wageni, na hata hivyo imeonekana hata kwenye Biblia wanaokarimiwa zaidi ni wageni. Lakini hatutarajii kuona mtu anakarimu wageni wakati watu wa nyumbani kwake wanashinda wanalala njaa, anakarimu wageni, watu wa nyumbani kwake hawana malazi hata nguo hawana, labda anapatia watu nguo, anagawa nguo, lakini watu wa nyumbani kwake wako uchi. Kwa hiyo ukarimu lazima uanzie nyumbani, na inawezekana hata pia katika watu wa karibu na wewe. Kwa mfano, tunakuwa tunazungumzia ukarimu, tunaenda kwenye magereza eh, tunakwenda magerezani, tunakwenda hospitalini, lakini inawezekana kuna watu wako ndani ya kanisa ambao wanahitaji nguo wanahitaji chakula, wanahitaji malazi. Kwa hiyo hawa wote wanahitaji ukarimu, pamoja watu wa nje, pamoja na wandani. Hebu tuone kwamba hebu tusome katika kitabu cha Warumi kumi na mbili mstari wa kumi na tatu tuone ni namna gani watu ambao ni wakarimu wanaweza. Warumi kumi na mbili mstari wa kumi na tatu inasema kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu katika kukaribisha wageni mkijitahidi. Hii inaendelea kusisitiza kwamba tuwakarimu wageni lakini hebu tuangalie sasa ni mambo gani ambayo anayapata mtu mkarimu tukifungua kitabu cha Wakorintho wa, wa pili tisa mstari wa sita Wakorinto wa Pili tisa mstari wa sita inasema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa, atavuna kwa nini jamani? Kwa ukarimu. Kwa hiyo ule ukarimu, kwa kadiri ya unavyofanya ukarimu, ndivyo ambavyo na wewe utaweza kupatiwa matunda ya namna hiyo hiyo. Nafikiri, nakumbuka lile fungu la yule mama wa Sarepta ambaye alitoa chakula chake cha mwisho alichokuwa nacho, lakini aliendelea kupata mbaraka wa kuwa na chakula kisichoisha. Unga ule hakuisha tena mpaka njaa ilipokwisha. Naomba tusome fungu letu la mwisho kwa kumalizia, tusome waibrania kumi na tatu mstari wa pili. Waebrania 13 mstari wa pili, mtasoma: msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Na hii hapa inaendana na ile fungu ambalo tunamkaribisha Yesu, ile fungu ambalo tulimvisha Yesu alipokuwa uchi. Wakati wa mwisho, atakapokuwa na kukubali kwamba ulisaidia, basi na wewe utakuwa ni sehemu moja wapo. Kuna watu wengine wanafikiri kwamba wakisaidia, yani wanasaidia vitu ambavyo sio vya msingi. Labda ningependa kusisitiza hilo, wanasaidia vitu ambavyo sio vya msingi, vitu ambavyo havihusishi uhai, vitu ambavyo haviwezi kusababisha mtu aweze kuwa mtu. Tuko sawa, jamani? na hata katika Biblia tunaona mifano ya namna watu ambao walifanya ukarimu, walitoa ukarimu wa vitu vya namna gani. Kwa hiyo naomba Mungu aweze kutusaidia tuweze kutafakari aina ya misaada tunaotoa. Mungu atusaidie ukarimu wetu uwe kwa vitu vya msingi ambavyo Biblia inavitaka. Kama ukiweza kukarimu watu kwenye vitu vya ziada, yani vitu vya msingi, basi Mungu atusaidie na kama ikipende, ikipendeza tuweze kukarimu vitu vya ziada. Mungu aendelee kutubariki tunapoendelea kutafakari somo hili, katika jina la Yesu Mwokozi, amina.